Hello guys, karibuni kwenye channel ya Madam Judy Cooks and Bakery. Leo nawaletea pishi la kuunga maharage ya nazi. Maharage ya nazi nadhani wote mnayafahamu. Sasa twende kuona yanapikweje maharage ya nazi. Mahitaji yetu kama mlivyoona hapo, tuna tui la nazi, tui la nazi la kwanza na tui la nazi la pili. Tutaona tunafanyaje. Tuna vitunguu, vitunguu saumu na kitunguu cha kawaida ambacho kitunguu maji. Tuna hoho, tuna karoti na tuna pilipili pili, pamoja na beans masala. Mafuta ya kula pamoja na sufuria la kupikia. Karibuni sana, twende hatua kwa hatua. Kwanza kabisa tunabandika sufuria letu jikoni tukiwa tumeweka mafuta ya kula kidogo sana, kwa sababu nazi ina mafuta. Kwa hiyo tunaweka mafuta ya kula kidogo sana kwa ajili tu ya kukaangia viungo vyetu. Kwa hiyo nitaanza kwa kukaanga kitunguu saumu kidogo, baadaye naweka na kitunguu maji kama mnavyoona hapa nakaanga mpaka vitunguu vyetu vibadilike viwe rangi ya kahawia. Kwa hiyo tunaendelea kugeuza mpaka pale tutapata matokeo ya vitunguu kuwa rangi ya kahawia. Vitunguu vyetu vikishakuwa rangi ya kahawia, kwa hiyo nitaenda kuweka karoti vyenyewe tunaendelea kugeuza, tunageuza geuza kwa kitinde kasaa. Baada ya hapo, taenda kuweka viungo vyetu ambavyo ni bizari masala, na vyenyewe tageuza geuza hivi, ili kuhakikisha viungo vyetu vimekaangika vizuri kwa sekunde kadhaa tu tuone hatua inayofuata. Baada ya hapo tunaenda kuweka maharage yetu, nageuza kuhakikisha maharage yetu yamekolea viungo. Baada ya hapo tunaweka tui letu la nazi, lakini sio lile la kwanza. Tunaweka tui la pili, kama mnavyoniona hapa. Tunaweka tui la pili kwa sababu mboga inatakiwa ichemke kwanza, ndio tuje tuweke tui letu sasa la nazi, ndio kiungo halisi chenyewe kabisa. Naendelea kologapa mpaka itakapochemka kwa dakika chache, ndo tunaenda kuongeza tui letu la kwanza. Kama mnavyoona mboga yetu inaanza kuonesha dalili ya kwamba imewekewa nazi. Tusubiri ichemke kidogo, ili tuweke tui letu la kwanza. Tui la kwanza ni lile tui zito tui zito kwenye nazi. Tunachuja mara mbili, tui la kwanza ndo lile tui halisi zito kabisa, ndo kiungo chenyewe. Tui la pili ni kwa mara ya pili, sasa unachuja nazi yako ambayo utatangulizia kwenye chakula chochote kile. Mimi nimeanza hapa kwa sababu ni maharage. Karibuni tuendelee kuangalia mpaka nitakapochemka. Kama mnavyoona mboga yetu imechemka kwa lile tui letu la pili. Kwa hiyo hapa tunaenda kuweka tui letu la kwanza ambalo ndo lile tui zito. Sasa ndo utaisikia ladha halisi ya nazi ndani ya chakula au ndani ya mboga, ndo utaisikia na pani, mnaona hapa nazi inapoonekana kabisa kwenye mboga. kwa hiyo usiache kukoroga. Ukiache kukoroga, nazi yako haitasikika vizuri. Kwa hiyo unakoroga kwa taratibu, tunakoroga kwa taratibu kwa sababu nazi isiweze kukatika. Nazi huwa inakatika. Kukatika maana yake kwamba hausikii tena kitu kama umeweka nazi. Kwa hiyo unakoroga kwa kiasi kidogo. Kama mnavyoona mboga yetu inaendelea kuchemka. Baada ya hapo, tunaenda kumalizia kuweka viungo vyetu vingine vilivyobakia. Tunaenda mwishoni kabisa, mboga yetu imeiva. Kwa hiyo tunanyunyizia chumvi, tunaweka chumvi ili itokote na mboga baada ya hapo mtaenda kuweka viungo vingine vilivyobakia hivi hapa. Itachemka kwa sekunde kadhaa tu, kwa sababu pilipili hoho haitakiwi kuiva sana, ili ibaki ikinukia kwenye mboga. Kwa hiyo kwa sekunde kadhaa hapa ikichemka, mboga yetu itakuwa tayari. Nadhani mnaiona, naona kabisa maharage yetu yalivyo yamependeza. Ningekuwa karibu, mgeona yananukia na nazi. Inaonekana mboga yetu sasa iko tayari kwa kuliwa na chakula chochote. Haya, ndo maharage yetu yaliyoungwa kwa nazi. Usiache kunifuatilia Madam Judy Cooks and Bakery, kwa ushauri, kwa wazo lolote lile la mapishi. Tunafundisha kuoka keki, vyakula mbalimbali, tunafundisha kupika. Namba zangu za simu ni 0679 69 61 19. Usisahau kulaiki, kushea na marafiki, pamoja na kusubscribe my channel